Naam habari za saizi ndugu zangu wa Tanzania eh. Kwa majina naitwa bwana Ahmed Kombo, niko na ndugu yangu Josefu Yonna wa Chalinze eh, tumekuja leo mbele yenu kwa ajili ya kuweza kuyazungumza machache, hususan kwa sababu sisi ni wapenda amani. Siasa zisitugawanye wala kitu chochote kisitugawanye kama wapenda amani. Tumekuja kwenu leo, tunaombeni mtupokee kwa mikono yote miwili. Unajua kila mtu una haki ya kumhukumu, kumwita jina lolote unalojisikia, maana kuna baadhi ya watu wanatuita, wanatuita, wanatuita sisi machawa sawa. Lakini machawa sisi ambao mnapenda kutuita machawa, tunahitaji amani ndani ya taifa letu. Ndio maana tumekuja hapa leo e, na kampeni maalum ya kwenda kuelimisha vijana e, katika e, mikoa yote ya nchi yetu hii ya Tanzania ambapo leo tutazungumza tu kwa uchache. Leo sitakuwa na mengi. Kikubwa siku ya leo tutawatajia akaunti namba zetu e, kwa wananchi wale wanaopenda wana amani, wafanyabiashara na serikali pia, mwenye uwezo wa kutuchangia kwa ajili ya kuzunguka mikoa. Kwanza ya mwanzo tunaanza na mikoa 15. Baada ya hapo, tutakuja kumalizia mikoa itakayobakia, maana tunaondoka na kundi la waandishi wasiopungua 30. Hilo lazima niliweke wazi, tuondoka na kundi la waandishi wasiofungua 30 kwenye ziara yetu. E, tunafanya haya kwa sababu tumeona kilichotokea mnamo e, Oktoba 29 kilikuwa sio kitu cha cha kiungwana kabisa kilichofanywa na baadhi ya vijana ambao bahati mbaya wengine inawezekana ni wazalendo walimezeshwa tu sumo kwa wakataka kuliharibu taifa lao. Sasa sisi tunataka kwenda kushindilia swala la uzalendo ni jambo muhimu kwenye taifa. Tunataka tutembee, tutakuwa na wataalamu tutakuwa na wataalamu maalum mshanifahamu na maana, tutaifikia mikoa yote na maana ndani ya mkoa mmoja tutakuwa na watu wasiopungua mia tatu, vijana mia tatu wakiongezeka takwasomba, ila sisi tumeweka kila mkoa mmoja tutakuwa na watu mia tatu kwa sababu tumelenga kuwafikia vijana elfu tano eh, kwa awamu ya kwanza hii tumelenga kuafikia vijana elfu tano mpaka elfu nne na mia tano. Kwa hiyo tunaenda sasa, kuna mengi, na hapa niwaambie tu ndugu zangu wananchi, ni kweli, mnawezekana kuna baadhi ya watu wanatubeza. Tusiangalie jinsi wanavyotubeza, tufikirie siku tatu zile tulizokaa ndani mwisho saa kumi na mbili, je, zilikuwa ni siku sahihi? Makosa yaliyofanyika kama yaliyojitokeza, tusije tukajaribu kuyarejea tena. Kwa sisi ambao tuko Dar es Salaam hapa, tunajua kimbembe kilichotukuta, wengine kula yetu mpaka tutoke nje, tupate riziki. Kuna watu walizidi kudhoofika, wagonjwa ile saa kumi na mbili mwisho ndani ile, watu walizidi kudhoofika baadhi ya watu sasa. Hatuhitaji hii hali ijitokeze, maana kuna baadhi ya watu wamesema watawekeza kuwahamasisha vijana kuendelea kufanya vurugu. Na sisi tunapingana na wale, tunataka tuwafate vijana, tutaki kila siku kukaa kwenye media kuanza kujibishana nao. Sasa hivi tunakwenda kwa vitendo, tunaenda kuwaona vijana wenzetu, tuwaambie umuhimu wa amani, umuhimu wa uzalendo. Ambapo natumia fursa hii tena kuwaomba wananchi. Nawaombeni sana tuko kwenye tuko chini ya miguu yenu wananchi wenzetu. Sisi ni Watanzania wenzenu. Tunaombeni support yenu, tunaombeni nguvu yenu. Tunaombeni mchango yenu ili tuendelee kudumisha swala hili la amani. Maana kuna baadhi ya watu wanasema sisi tunaongwa, tungekuwa tunaongwa tusinge tusinge kuja hapa kupiga magoti kuomba mchango hata siku moja. Tungehakikisha tunanyuka na tunaondoka. Kwa hiyo na hili tutalifanya kwa uwazi. Bahati nzuri mimi ni muaminifu mkubwa, muaminifu sana mkubwa. Hakuna asiye nitambua. Ushanifahamu? Tutalifanya lile jambo kwa uwazi na tutaliweka kwa uwazi. Kwa nimewaomba wananchi account namba tutaitaja. Account namba tutaitaja eh, ili muweze kutuwezesha. Lakini nawageukia wafanyabiashara taifa hili bila biashara e, ni kweli haliwezi kwenda, lakini wafanya biashara bila ya amani hakuna biashara itakayofanyika. Mwekezaji bila ya amani hakuna biashara ama uwekezaji utakaofanyika. Tunawaomba wafanya biashara e, wapo wakubwa hapa, yupo nani? Galibu, eh? kila JSM, mtuone. Mwingine nani? hata Mo Dewji tumtaje, mzee wa Simba wote, mtuone, mtuone, muhimu sana special. E, na tuna account na awadhi waleki kwa sababu na wazungumza hawa wameathirika na wao na kile kilichotokea. Kama tukiangalia leki ilichomwa moto, watu wengi walichomwa vitu vyao moto. Sasa hatutaki kufikia huko, tukisema sisi tukae kimya, jamani, ni hatari ya miaka ijayo 2030, sio mbali, ni karibu tu, tuatuombee ajitokeze tena, lakini na sisi tunataka tupambane sasa hivi kuhakikisha vijana hawatajitokeza, kwa sababu kila mkoa wa vijana 300, sio vijana wadogo na maana wao watakwenda kuwakilisha wenzao, na tutakuwa tunafanya utaratibu wa kurudi mara kwa mara. Kwa hiyo ndugu yetu JSM tunakuomba, e, ghalibu anaitwa, eh um, Aa, Saidi Muhammad Ushanifahamu eh? Tunakuomba ndugu yetu waleki, pia tunakuomba na tuna wengineo. Haya, sawa, jina lishatoka hilo. <laughs> ulimi wengine huu, ndio hivyo tena. Tunaombeni mchango wenu jamani, Mtusha, mtusaidie tuweze kuelimisha vijana vijana wengi. Inawezekana wanawalaumu viongozi wa serikali, ni kwa sababu uelewa ni mdogo na kundi la watu la upotoshaji limekuwa na nguvu, kwa sababu kuna watu wanawekeza. Ford Foundation wamewekeza kuhakikisha vijana wa Kitanzania wanapoteza maarifa kwenye vichwa vyao, waweze kulipoteza taifa lao. Sisi tumejitokeza kuungana na watanzania wenzetu, tunawaomba mtupe support yenu, tupingani na huyu Ford Foundation. Kipindi anatumia vyama vya kisiasa kuwarubuni vijana wa Kitanzania, sisi tutatumia nguvu zetu sisi wenyewe wa Tanzania kuwaelimisha vijana wa Kitanzania. Napeleka tena ombi kwa serikali. Serikali, mnaposikia jambo hili, tunaombeni mchango wenu. Wafanyabiashara, mnaposikia jambo hili, wawekezaji wakubwa, tunaomba mchango wenu. Namtaja rafiki yangu mmoja hivi, anaitwa Alim wa Property International pia tunakuomba wewe, lazima nimtaje, ni rafiki yangu wa karibu sana, kina kina kina, kina Skaba sio, kuna wengine eh, Kigamboni kule ushanifahamu eh. kwa tunaombeni mchango wenu, mimi hapa moja kwa moja nitataja account number, nitaionyesha. Hii ni ya NMB. Hii account ina, inasoma Josefu Yonna and Kombo, kwa sababu sisi hatuna taasisi, tunakuja katika uhalisia, hatuna taasisi, harakati zetu tumekuwa tukizifanya sisi wenyewe. Account number yetu inasoma Josefu Yonna and Ahmed, ushanifahamu hapa inasema 2451 006564 nitawapa waandishi. Kwa tunaomba sapoti yenu leo, hatutaki maswali ya kisiasa. Tunachokihitaji siku ya leo ni kitu kimoja tu, watanzania watusapoti, tukatoe elimu kwa sababu tuna, tuna jumla ya watu wasiopungua tisini tutaondoka tuto, nao katika jiji la Dar es Salaam. kwa hiyo tunaomba sapoti yenu, tunaomba sapoti yenu. Tunaomba support yenu. Mimi ya kwangu kwa siku ya leo sitaki niyazungumze mengi, nahitaji niishie hapo na waandishi, na waambia kabisa leo hatutaki maswali mengine, tunataka maswali kuhusu hili, kwa sababu mimi mwenyewe ni mwandishi Sharifa, mimi mwenyewe ni mwandishi, naelewa. Nitaonyesha vizuri kwenye kati, mtaiona vizuri e, ili bango kwa mimi kwa kusema hapo, leo naomba niishie hapa, aje ndugu yangu Yosef Yona aweze kuyazungumza yale ambayo yeye binafsi ameanza, ameweza kuyapanga siku hii ya leo. Haya, Yona, njoo. Na nifahamu naitwa Joseph Yona wachalinze, lakini waandishi mlituuliza press ya mwisho kwamba akaunti yenu ni ipi? Bahati nzuri sisi tuna akaunti ya joint ambayo ni imeandikwa Joseph and Ahmed. Kwa hiyo akaunti itatokeza Joseph and Ahmed ya NMB ambayo tutashare na ninyi, na mlikuwa mmeshashare muda sio mrefu. Lakini leo tumekuja kuzungumza na ninyi kuhusu masuala ya, ya ziara yetu tu e, tuliwaambia e, kwamba nchi yetu imepita kwenye kipindi kifupi sana ki, cha, cha kamgogoro kalikotengenezwa na wanasiasa hawa uchwara. Eh, sasa sisi tunahitaji kwenda kuzungumza na vijana hasa kuwaonyesha fursa na fursa mojawapo ni ninyi waandishi wa habari. Hii ni fursa. Hii kuna vijana hawajui kwamba unaweza ukaanzisha blog eh, ukaja hapa ukaenda kwa waziri ukapata shilingi elfu mbili ya kusaidia familia yako, ukaenda kwenye presi ya serikali eh, ukaendesha huko ndani, kuna kuna followers wakakuingizia vi mia, mia. Lazima vijana wajue namna ya kujitegemea. Kwa hiyo hicho ni cha kwanza, lakini cha pili, tunaenda huko mikoani kuonyesha fursa vijana, ya ya huko kwenye halmashauri zetu zinatoa asilimia kumi zile 442 tu ambayo ni wakina mama hata dini na vijana tu, hata wazazi wakina mama, tunaenda kuzungumza nao namna njema ya kuitunza amani wa Tanzania, wengi, inboxi. Kwa sababu tumeona watanzania wengi wanatufuata inbox wanatupongeza kwamba mnachokifanya ni jambo jema. Tumekaa siku mbili ndani, hebu sasa fikiria tukikaa kama Kongo itakuwaje? Kwa hiyo kwa hiyo watu wengi huko mtaani wanasema twende tuendelee kuelimisha watu, na ndio maana tumekuja mbele yenu. Kama muhaini anachangiwa huko na wengine wanatengenezewa story wanachangiwa huko, sisi ni akina nani tusichangiwe? Sisi ni watanzania wa kawaida ambao tumeanza harakati za kuzungumza na watanzania kuanzia masuala mazima haya ya, ya, ya, ya, ya tarehe 29 Oktoba tumeyazungumza sana. Kwa sasa tunaenda kuelimisha mikoani, mikoa ambayo tutaanza nayo, nafikiri waandishi wa habari mnahitaji kujua. Kuna majiji kwa mfano Tanga. Kuna majiji kwa mfano Dar es Salaam. Dar es Salaam tunaweza tukaigawa hata mara tatu kwa sababu Dar es Salaam pamoja na ujiji wake, lakini ni eneo nyeti sana katika nchi yetu. Kwa hiyo tunaweza tukaligawa hata mara tatu: Kinondoni, Ilala na Temeke. Lakini vile vile kuna majiji, kuna majiji kama Dodoma, kuna majiji kama Mwanza, kuna majiji ya Arusha, kuna jiji la, la Mbeya. Hayo ni majiji sita plus Dar es Salaam tutaigawa mara tatu. Lakini vile vile tutaenda kwenye baadhi ya manispaa sehemu. Mikoa kumi na tano ambayo tutaanza nayo ni kwa sababu ya unyeti wake. E, kuna sehemu moja kule kule, mnajua kanda ya ziwa kule, mnajua nani nani, Tarime kule, lazima tuende tukazungumze na vijana wa Tarime. Ni sehemu nyeti nayo ambayo ni kanda maalum lazima tukazungumze. Bahati nzuri, mi ni mtu wa huko, kwa hiyo nitaenda kuzungumza na vijana wa kanda ya ziwa vizuri kabisa. Lengo letu kubwa ni kutoa hamasa kwa vijana, waanze kuingia kwenye uchumi wao, ambayo uchumi mnauona upo Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu anajitahidi sana kutoa fursa za vijana. Kwa hiyo lazima vijana wasidanganyike. Sasa vijana tunahitaji kuwaonyesha hizi fursa na waziri wao wa vijana wamtumie namna gani. Bado tunafanya mawasiliano na waziri wa vijana, naamini muda sio mrefu tuta, tuta, tutakaa tutazungumza. Wakati tunaanza ziara tutakuwa tumezungumza naye na yeye atatupa ni namna gani tunaweza tukafanya ili kuwasaidia vijana wa Kitanzania. Lakini tuna mradi wa BBT kila mmoja ana ufahamu. E, tunahitaji kuhamasisha, sio tu Dodoma, tunahitaji kuhamasisha. Kuna maeneo makubwa sana, Chalinze kule, kuna maeneo Mkuranga, kuna maeneo Mkoa wa Pwani makubwa, ambayo yanakodishwa kwa shilingi laki moja na hamsini. Tusaidie vijana wetu, ili waachane na mambo haya, kujiunga kwenye harakati za kuchafua taifa letu na kulichoma taifa letu na kuchoma biashara za wafanyabiashara, na ndio maana leo e, tunakuja mbele ya wafanyabiashara wakubwa, ndugu yetu Ali edha, wadhi, unatusikia leki Eh, hey, hawa vijana lazima waelimishwe kwamba hizi biashara ni za hali edha na tunaonyesha uzalendo wake hali edha namna alivyoajiri vijana wa Kitanzania mpaka nani mpaka DRC Kongo. Tunaenda kumuonyesha namna hali edha wadhi ameajiri vijana wa Kitanzania mpaka Rwanda. Tena mwingine ni top top ambaye ni mchaga tu huko ametolewa amepelekwa pale ndio top eh, ni kiongozi ambaye anaendesha leki. Kwa hiyo tunaenda kuonyesha vijana kwamba wasitoe visingizio kwamba huyu ni tajiri, hii ni mali ya nani. Sio kila kiongozi ana mali e, mali ni za watu wa kawaida wa Tanzania wa kawaida wanafanya biashara za kawaida e, wanafanikiwa. Leo ukipata let's say unauza mafuta lita elfu kumi, eh, kila lita moja ni shilingi mia moja ya faida au mia hamsini e, kwa lita elfu kumi ni shilingi milioni moja profit kwa siku e, anashindwa nini kutajirika mtu kama huyo? Kwa hiyo e, lazima tuende tukaonyesha vijana wa Kitanzania na Watanzania wa kawaida kwamba hizi biashara ni za Watanzania au wa kawaida. Kwa mfano, magari ya Esther ni ya Joseph, kila mmoja anajua ni magari ya Joseph. Joseph hupo, umeona vijana wanasingizia gari za kwako za Joseph, unakopa, unahangaika na mikopo, lakini wanamsingizia kiongozi Kwaya. Haya ndio tunaenda kuyatoa kwa vijana huko mikoani na waandishi wa habari e, kundi la waandishi wa habari analijua ndugu yangu Kombo, kwa sababu yeye ni mwandishi kidogo, mimi sio mwandishi sana. Kwa hiyo Kombo ataratibu ata, ata swala la waandishi wa habari kundi hilo, lakini ndio maana tunawanyenyekea Watanzania leo, wafanyabiashara hao nawaonyesha na mimi account namba ya NMB ambayo inasomeka 24 51 00 65 66 4, jina lake ni Joseph and Ahmed, Ahmed Kombo, Joseph Yona ndio mimi. Naamini kila mmoja anaiona hii account. Kwa hiyo Watanzania, hatutaki kuiba wala hata yeyote anayetaka kutusaidia anaweza kutusaidia, kama, kama ni viongozi, kama ni Watanzania wa kawaida ambao wametufuata, wametuambia ili tuweze kuisaidia nchi yetu iende, kwa sababu leo Watanzania tumempata rais ambaye amemaliza SGR, tumempata rais ambaye amemaliza bwawa la Nyerere, tumepata rais ambaye anafanya miradi mikubwa na miradi midogo. Leo watumishi wa umma wapo, watumishi wa umma tumepata increment kwa mara ya kwanza increment. Wa leo watumishi wa umma wameenda kukopa mikopo benki, wanajenga nyumba zao. Tumekaa muda mrefu, watumishi wa umma wamekaa muda mrefu. Rais amewalipa mshahara, amewaongezea increment, leo wameenda kukopa. Leo rais kama huyu, afu wahuni wachache wanatudanganya, wanamtaka rais gani? Haiwezekani. Ndio maana tunaenda kuwaambia Watanzania tuna rais ambaye anafanya kazi kwa ajili ya Watanzania na vijana lazima tumlinde PCC, na tuhakikishe tunalinda kazi zake. Hatuogopi sisi. Ndio maana tutapita kila sehemu na kombo na tutasema, ndio maana tumetaja account anayeweza kuguswa atusaidie, ili tuweze kuelimisha Watanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza.